Bila shaka wewe ni mzima wa afya popote pale ambapo unatutazama, karibu sana ndani ya helo wikendi. Asante kwa kuwa mwanafamilia wa Azam TV, asante kwa kuwa mwanafamilia wa UTV na asante kwa kuendelea kuwa mwanafamilia wetu hapa helo wikendi. Mimi ni Meros Mbana, mwenzangu ni nami ni David wa Karungi. Tunafarijika sana kuwa nawe siku ya leo, kwani leo tuna simulizi nyingine ya kujifunza mambo kadha wa kadha kuhusiana na wenzetu wanapitia nini, kwani kama majengo yanatofautiana e, gere hospitali, shule, nini na yote hayo yana sifa tofauti. Vipi kuhusu binadamu mm? Je, unafahamu gereza linapitia nini? Yangekuwa yanazungumza tungeshangaa. Unafahamu maabara inapitia nini? Unafahamu msikiti au kanisa inapitia nini? Ni basi tu hayana mdomo wa kusema, lakini sisi binadamu mapito yetu tunashirikishana kabisa kabisa. na tukuulize swali, je, na wewe upo kwenye lile kundi la watu wanasema bora ukose damu mwilini kuliko kukosa bando? <laughs> yaani, sasa hivi wabongo eh, anasema bora ni kose chakula <laughs> like e, bora tu maji yaishe tu mwilini e, ila sio bando mm. Tunaambiwa kama unaishi Tanzania kosa vyote sio bando, bando chakula ni basic needs, ni mahitaji ya muhimu yani e, kwenye ile mm, uh, mtala ule mm, e, tulikuwa tunaambiwa mahitaji muhimu ya mwanadamu kuishi e, chakula Uh, mavazi na, na malazi hakuna mm. Wanaongeza sasa hivi na bando, na, na, bando. Mm. E, na wakati fulani mitandao naanza watu walisema bando ni anasa eh. Si anasa uh -huh. Ni swala la muhimu uh -huh. sana, sana kabisa sasa yeah. Lakini unaweza ukawa upo kwenye hilo kundi la kubora ukose vitu lakini mm. sio bando ila mm. hauelewi namna gani unaweza ukanufaika mm. na hilo bando ukiacha sasa ku refresh yani E, kuchangamsha ubongo, kupata maarifa. Unapata maarifa gani na unanufaika vipi na hilo bando? Ndio siku hii ya leo tunaangalia u, uvunaji wa ujuzi na maarifa katika majukwaa ya kidigitali. Unaweza kaa wewe unapata bando kweli, lakini kazi yako ni kuangalia vichekesho mwanzo mwisho. E, bora ungekuwa kama wakarungi sa so ukiangalia vichekesho kuja kuchekesha na sisi hapa ilo wikendi, maana hiyo anaiweza. <laughs> Lakini unaangalia vichekesho hauna kwa kwenda kuvipeleka yeah. hapo ndipo changamoto ambapo inaaza na ndicho ambacho tunakitafakari siku hii ya leo. Nambari yako ni 0763 809770. Kupitia simu hizi tutakao kuletea, ndio utaelewa kwa nini tunatafakari hilo. Wewe ndio mwanajopo nambari moja, ukiwa hapo nyumbani unatumia ujumbe mfupi au unatupigia kwa WhatsApp na hapa studio tayari, uh, tumemwalika mgeni wetu uh, Samson Mbembela ambaye mtaalam uh, na mwekezaji wa mitandao ya kijamii na majukwaa ya kidigitali. Karibu sana Samson. Asante sana, sana. Sana. Delila, umemwacha wapi? mm. Delila amebaki nyumbani. <laughs> <laughs> Na sijai kumuona Samson aliyenywa kipara <laughs> Ndio <Don> nguvu yao ilipo. Kwa sababu mimi ni Samson na Ila <laughs> kwa Delila <a, laughs> hatufanyi <a, a, laughs> makosa mara mbili <laughs> amekuwa wa <laughs> kidigitali kabisa ila <laughs> siku hizi hawaiti tena Delila, Delila angaasamsn tutajadili naye hapa siku hii ya leo lakini... shukran sana Angela Mondi kwa kutukutanisha na Samuel, mhandisi wa maji hadi mhandisi wa sauti. Sasa Samuel hajatueleza eh, title ya mhandisi wa maji anabaki nayo au tufanyeje? Nadhani hey, mhandisi <laughs> <laughs> hey, tu... mwandisi kuwa mwandisi umekuwa mwandisi ni wewe tu tu, akatumia hiyo mbinu mm. kujiita mhandisi wa mioyo ya watu, au uwezi kuishi bila yeye bila mwandisi, jamani wadi. Samuel anastahili pongezi nyingi sana eh, makofi mengi sana kwa Samuel kwa sababu haikuwa rahisi simulizi yake, yeah, sure, ya tumeisikia. Kama angekuwa mtu wa kukata tamaa vile anatoka mm. Zanzibar, mm. uh, angejitupa tu pale. Unapita wapi, uko kutoka Zanzibar pale Nungwi, wataalamu uh, wa maji uh, okay, wewe director Masekepa, wewe umepita Zanzibar uh, si ule mkondo nani akajitupa <laughs> <Director laughs> kwa lile tukio ambalo lilimkuta. Okay. lakini aliweza kujikusanya na akaweza kuanza upya na kwa hili ambalo ametusimulia. Tunakukumbusha nambari yako ni sifuri saba sita tatu themanini tisini na saba sabini unaweza kushiriki na sisi kututumia ujumbe. Asanteni ambao umeanza kutuma ujumbe wenu, tutakuja kuusoma hapa, ila kwanza tuvute pumzi. Uh, kwa kujua ajili ya kutafakari leo zaidi na, na ametufanya tutafakari kwa pamoja safari yake Samuel Julian, na hapa uh, ambaye huyu ni mkurugenzi mtendaji wa Gusa Sound Solution, na hapa studio tupo na Samson Mbembela kidigitali na ninaanzia wapi? Basi Samson siku hii ya leo atatupatia hizo kodi maana kwenye maisha mm. bwana unaambia ukipata tu kodi e, basi unakuwa umesha toboa kabisa, yani password. Hata ukiokota simu ya mtu ukishajua password hiyo yako sijui, lakini ukiokota <laughs> <laughs> mrejeshee mwenyewe <laughs> ndio. Samson, kwanza tuangalie tu msingi wa mada yetu, okay, Maju yeah. hapa majukwaa ya kidijitali tuanzie hapo Haya ni majukwaa okay. Gani? okay. Majukwaa ya kidigitali mm. ni sehemu ambapo uh, kijana mm. au ni, ni kama mitandao ya kijamii mm. ya kwa ujumla ni hizo digital platform. Sehemu ambapo kijana anaweza kuweka kazi zake na zikaonekana, mm -hmm. kifupi tu ni kama Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, LinkedIn. Hayo ni majukwaa ya kidigitali mm -hmm. yeah. Sasa na maarifa ma, na maarifa pengine ni kitu gani? Kwa sababu kijana maarifa sasa ya mbona mambo yamesha kuanza kuwa magumu. Maarifa ndo nini? Maarifa ni ujuzi ambao kijana anatakiwa sasa ili auweke huo ujuzi wake kwenye hayo majukwaa hmm. ya kidigitali hayo ndio mm -hmm. maarifa. Sasa kuna sehemu ambapo kijana anaweza kuyachota hayo maarifa ilikuwa mm -hmm. namsikiliza Samson, mm -hmm. alijaribu kugusia kuhusu YouTube, kwamba mm -hmm. ni sehemu ambapo unaweza ukaenda ukasoma ukapata hayo maarifa mm -hmm. halafu ukayaweka kwenye hayo majukwaa ya kidigitali na watu wanaona, mm -hmm. pale kazi kwa mm hiyo -hmm. hiyo ni sehemu ya kwanza, ingawa majukwaa yako mengi sana mm -hmm. ambayo vijana ambao wanatusikiliza sasa hivi wanaweza kwenda kusoma Pata ujuzi ambao wanaweza kuuza kwenye mitandao ya kijamii Messi, changamoto moja ya majukwaa ya kidijitali, unapata kile unachokitafuta. mm -hmm. pengine sio una, yaani unachokijua una, yaani kwamba unakitafuta ndio kinachokuja yenye. mm -hmm. haiwezi kukwambia, jamani, sasa we kijana uliyeko Mbeya mm -hmm. nadhani haya yatakufaa, au we ulieko sui wapi <laughs> Iringa mm -hmm. ha, haya yatakufaa Mtu anawezaje kutafuta hayo maarifa? Yani, anaanzia wapi? anafanya nini? anawaza nini? hadi kusema natafuta hayo maarifa kuyavuna? okay. Sasa uh, unaona s -s -s kitu cha kwanza ni mm. mtu kujua yeye anataka nini, kwa sababu majukwaa yako mengi ambayo unaweza ukaenda kupata ujuzi wowote unaotafuta mm. kama ulivyosema, chochote mm. unachokitafuta kwenye mitandao kinapatikana. mm -hmm. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kujua mtu yeye anataka nini. Kwa mfano kifupi tu mm -hmm. Unajua kwenye mitandao ya kijamii unaweza kuuza bidhaa mtandaoni mm -hmm. Tunaita e-commerce. mm -hmm. Kwa hiyo unaweza kuuza bidhaa mtandaoni. Sasa ni bidhaa gani ndio wewe unaweza kuamua. Kwa mfano wengine wanajiajiri kwamba mimi nitakuwa graphics design nitauza hizi mm -hmm. poster, nitauza flyers au nitauza ujuzi wa kufanya video editing Mm -hmm. Kwa hiyo sasa unapokuwa umejua kitu ambacho unakitafuta kama ndio masuala ya graphics design pamoja na video editing mm -hmm. tafsiri ni kwamba unaenda sasa kwenye mitandao kama Udemy, sehemu ambapo unaweza ukapata hayo maarifa. mm -hmm. Kwa hatua ya kwanza ni kujua ni nini unataka, na vitu ambavyo vijana wanaweza kutaka viko vingi. Ndio, kama cha kwanza nimesema, kwanza kuuza bidhaa mtandaoni ambazo ni hizo e-commerce, masuala ya graphics designing pamoja na video editing. ni ujuzi ambao watu wanauhitaji masuala ya kujifunza digital marketing, na kwenye digital marketing kuna mambo matatu kijana anaweza kujifunza. Kuhusu masuala ya sponsored ads, kurusha matangazo, kwa sababu ndio ujuzi ambao watu wanauhitaji kwa kiasi kikubwa mm -hmm. anaweza kujifunza mambo ya social media management. Hizi akaunti kubwa zote tunaziona kwenye mitandao ya kijamii mm -hmm. sio watu wanaziendesha mm -hmm. wao wenyewe wanaozimiliki, hapana mm -hmm. kuna mtu amekaa pale anaendesha hizo hizo account mm, inaitwa social media management. Au wakati mwingine kijana anaweza kasoma kuhusu content creation, yani kuna watu wanahitaji tu mtu akae hapo, alafu awasaidie kuandaa maudhui kwenye mitandao. Fursa ni nyingi, kuna mambo ya ya app development pamoja na software development. Kwa hiyo unaweza kuona mm -hmm. ni kijana tu aamue anataka kufanya nini, alafu <laughs> akasoma na, na mtu sasa anasomaje, ana, kwa sababu sasa unajua, kama shuleni kunakuwa kuna, kuna mtaala mm. na mwalimu ama taasisi inakutengenezeni utaratibu, utaanza kwa kusoma hiki, utasoma hiki, baadaye utafanya mtihani, tutakupa cheti endapo utakuwa umefaulu. Sasa mtu anawezaje kusoma YouTube au kwenye mtandao wa kijamii yaani, akasema tumeona Samuel ya, anasoma e, uhandisi uh, wa, wa sauti. Sasa huyu mtu anawezaje kusoma hmm, akapata mpangilio na akajua anasoma kitu gani, hmm, na kozi inakuwa imeisha lini na cheti anakipata wapi kuwa nani, sawa sawa hmm. Sasa uz, uzuri sasa zile Mm. zile sehemu ambapo nilizisema kwa mfano mm. nilitaja kuhusu Udemy mm. nilisema kuhusu LinkedIn Learning mm. labda hizi platform kama uh, Google mm. Digital Garage mm. uh, hizi platform zote zenyewe mm. zimeshaandaa kabisa mtaala mm. uh, husika mm. kwa hiyo unataka kusoma masuala ya digital marketing wamekuandalia kozi hapo zote ambazo unaweza ukasoma. mm -hmm. Mimi pia nimefanya hivyo mm -hmm. Kwa hiyo unasoma na inakuonyesha kabisa hii kozi utaisoma kwa siku ngapi au kwa mwezi. Kwa hiyo mm -hmm. ni wewe kutenga muda kwamba kila muda fulani takuwa naingia darasani mm -hmm. la yuko mwalimu pale anafundisha vizuri, kwa hiyo ni wewe kuchukua notes. Mm -hmm. Na baadaye kuna cheti. Sasa uzuri wa vyeti viko vya aina mbili mm -hmm. Kuna cheti ambacho unaweza ukakipata free mm -hmm. ambacho haukilipi mm -hmm. Kwa hiyo kinakuwa na labda na rogo ya, ya, ya, ya, ya, ya hiyo platform ambayo umeitumia kusoma kama labda ni Coursera au LinkedIn Learning, lakini pia kuna cheti ambacho sasa unakilipia kwa <totipa> sababu hizi hizi kwenye hizo platform easy, nyingi unasoma bure kabisa, ujuzi upo. Yani hakuna ujuzi haupo bure, University of LinkedIn kabisa. Mimi ninavyo vyeti vingi sana mm. Sasa kwenye kile cheti, ni wewe sasa ndio uwezo wako. Kama mm. unaanza, unaweza ukachukua kile ambacho kinakuwa na logo yao pale, hata si gharama mm. lakini unaweza ukachukua hata diploma kabisa, na kile cheti kinatoka kizuri kabisa mm. na kama kuna kitu nimependa mm. nilipokuwa nikisajili, uh, hii ya kwangu mimi mm nilipoenda kupeleka cheti ambacho nilisoma mtandaoni, mm. serikali inakubali mm. kwa hiyo nilipata kuweka zile kategori za biashara zangu kama digital marketing na nini, kategori tatu. Maana unapotaka kuchagua kategori kwenye kusajili labda kampuni au taasisi, mm. wanakuambia weka kategori ya hiyo biashara yako inafanya kitu gani. Kwa hiyo nilipoweka, wanakuambia weka cheti kwa sasa uzuri, mm -hmm. vile vyeti vyote vinavyotoka viko regit kwa Tanzania vinakubarika mm -hmm. ukishaviweka tu pale basi wanakubari. Kwa hiyo yaani ni rahisi sana, kumbe ina, serikali inatambua na, hivi hivi hmm. kabisa, inatambua ah. ulikuwa unajua binti? Hapana. Masters yako unaichelewesha <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> na ulipokuwa na, unasema kwamba na wewe ni, mm. ni, ni mnufaika wa kusoma huku online, online. Mm. LinkedIn, LinkedIn. universe. Yeah. Na tukumbushe tu kidogo, wewe taaluma yako ilikuwa ni nini? Mimi ni mfamasia by professional mm. Fanya kazi hospitalini mm. Nako na dawa zilipi? Ah, dawa hapana. Nifananisha na ujuzi ambao <laughs> unaweza <laughs> kupata kwenye mitandao ya kijamii. Ah, akaona yani kumwandikia mtu wa Moxley <laughs> <Da. laughs> kutafsiri mwandiko wa daktari. Ah, au kulipi? Ya kabisa. Kabisa. Ukaona dunia sasa hivi inaenda kidigitali sana na kadiri muda unavyozidi kwenda, mm -hmm. Nikikaa kidogo na vijana kuzungumza, ni kama ajira nyingi pia zitaenda kupotea kwenye huu ulimwengu mm -hmm. wa teknolojia. Tulikuwa tunazungumza kuhusu AI. Sasa hivi tupo kwenye uwezo wa uh, inaitwa VO3. mm -hmm. VO3 ni AI ambayo inakuwezesha wewe kutengeneza video. Yaani naweza mm -hmm. nikatengeneza nika maz, mazingira nipo Azam TV, yuko Methembaya, yuko pamoja na wakalungi alafu mtangazaji aseme maneno haya anaweza kufanya kitu ambacho sisi mm -hmm. hapa muda huu tunafanya. mm -hmm. Sasa vio thiri tu imekosa kakitu kadogo tu, wakati mwingine sauti yake kama inatetemeka kidogo, na mm -hmm. pia watu kama ya sasa tunakuenda watakapoondoka kwenye vio thiri labda tukaje kwenye vio fo na kuendelea. mm -hmm teknolojia inakuja kurepress kazi zote. Hata mm. Huitaji kuja tena hapa. Sijui tunakoenda. Samson, we kwako ilikuwaje mpaka kuanza kuona sasa kumbe naweza nikajifunza kwenye majukwaa ya kidijitali? Kwa sababu mm. tunataka huyo kijana aliyeko kokote kule mm. aone kweli kumbe anaweza kutoboa hata huku. Na Samuel unakumbuka kwake ilikuwa ni baada ya kuumizwa pale ambapo mwenzao tuseme aliwapiga vyombo vyao alipotoka huko. Okay, sasa wazo tu ni kwamba tulisema kwamba kijana anapaswa ku, ku, ku, kuanzaje? ama ni, we, e, ha, okay, e. ni. Okay. Mimi ilivyokuwa kwa sababu nilikuwa niko hospitali mm-hmm. Kwa hiyo uh, najua hospitali niliokuwa nafanya kazi ni sehemu ambapo kuna ni nje tu ukitoka ina maana umetoka ni barabarani, mm. Kwa hiyo muda wa breki watu walikuwa wanakuja na sasa nilianza ni kama masuala ya cyber security, ku ulinzi wa mm. Uh, hizi account kwa mtu mm. unakuta labda amepoteza password za account yake. Kwa hiyo nilianzia ni hapo nikawa najitahidi kuwasaidia watu kurudisha account, kuwawekea watu account kwenye mfumo wa biashara alafu sasa baadaye nikaona kuna uwezo wa weka matangazo pale ya kulipia kwamba unaweza ukalipia kidogo kwenye mtandao kama Instagram, alafu hiyo posti yako wakaipeleka kwa watu mm -hmm. wengi mm -hmm. kwa hiyo nilipoona hiyo nikaona ni fursa. Mimi nikaanza kufanya mwenyewe nikawa namwekea mtu anauza laptop then ninapomwekea watu wengi wanakuja kwangu, ko kwa nikaanza kufanya kuna kitu kinaitwa affiliate marketing mm -hmm. yaani unauza kitu ambacho huna unapata commission kutokana mm -hmm. na na ile pesa. Kwa hiyo ndo nilianzia hapo. Kwa kutoka hapo sasa ni kama winga sio winga. Ya, kama winga sio winga. Mm. Kwa hiyo nilianzia hapo na baadaye watu wengi wakiwa wanaona yale matangazo yangu ndio wakaanza kunitafuta kwa ukubwa na mimi nisaidie na mimi nisaidie. Kwa hiyo nilivyoona ah, mbona watu wanakuja nawaambia elfu kumi wanakuja watu wawili, watatu, wanne, watano hadi wanakuja wakaanza kuja hadi watu kumi. Kwa hiyo mm. -hmm. mbona kama siku naweza nikapata ka laki moja haka. Kwa maana nikiamua kuifanya hii full time ni ujuzi ambao kwa nyuma ulikuwa bado haujafika lakini sasa hivi biashara yoyote haiendi bila kurusha matangazo. mm -hmm. Kwa wakati mi ni naanza, niliona ni, ni fursa na kuacha kazi hospitali, kulianzia hapo kwa sababu kama hospitali mm -hmm. naweza nikaisubiri uh, pesa hii ambayo naweza nikakuta ndani ya siku mbili tatu, nikaitengeneza ndani ya ndani ya baada mm -hmm. ya mwezi, kwa nikaona bora ni achane na kazi na, na wewe kwako kwa ulisoma LinkedIn lakini Ziyo. YouTube mtu sasa nako anaweza kusomaje? Ah, so YouTube pengine LinkedIn mm. ni mpaka mtu uelewa fulani fulani ama wame picha picha kwenye hey, korido, korido, hizi za ya, vyuo kabisa. lakini huku YouTube pengine hmm. Facebook ambako okay, wapo wengi vijana hmm. ambao pengine wa elimu ya kati na chini kidogo huko wanaweza wakajifunza nini, wakajifunzaje? okay. Sasa uzuri ni kwamba hizi kozi kwa mfano akishajua kozi ambayo yeye hmm. anaitaka anaitaka hmm. Ukienda kwenye YouTube kuna watu ambao unakuta yeye tayari anaijua ile kozi yote hmm. Kwa ujumla unakuta kwenye huo ukurasa wake wa YouTube ina maana anaweka tayari. Kuhusu hicho kitu Mm -hmm. pekee. Kwa kama ni graphics, anafundisha kuanzia introduction ya graphics mpaka jinsi ambavyo unaweza kufanya mm -hmm. graphics vizuri kabisa, kwao watu wana hizo uh, kuna hizo hizohizo uh, uh, account ambao ni mtu tu husika, kuanza kufuatilia ni kuchagua kitu cha kufanya kwa akipata anachagua kitu husika, anapata mtu husika ambaye anaweza kuweka kozi hiyo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mtu anasasa ni wanajua Kiingereza tu. Ama vipi wenzangu? na mimi Kiswahili ya unajua, uzuri kila kitu kipo hmm, ni Kiswahili pia. Yaani sasa hivi uzuri watu wameshaona fursa. Unajua, nyuma kidogo YouTube imekuwa ikiwalipa watu hmm, yaani YouTube inalipa. Hmm. kwa hiyo watu waliona maarifa ambayo watu wengi wanaweza kuwa wanafuatilia acha tuyaweke katika mfumo wa video kwa mtu kama ataamua kufuatilia, na unajua, kadiri mtu anavyoangalia ndivyo yeye anavyolipwa zaidi. Kwa hiyo mm -hmm. ina maana wameweka bure hata kwa Kiswahili anapatikana mm -hmm. lakini kuna Google Translation sasa. yeah, mm -hmm. pia. yeah, mambo ya mambo yamebadilika. hata yeah, AI pia unaweza ukachukua tu ukamwambia hebu nitafsirie hii Kukishu video hii. Ana, ana, ana, ana, anasema nini mm. Naomba nisome ujumbe, asante mm. Anasema hello hapo studio, kwa jina naitwa Raymond kutokea Arusha, historia Samuel imenigusa sana na jinsi Mungu anaweza kusimama katika maisha yetu pale unapoamua uh, unapoamua kudhamiria, asante sana. Anasema nabarikiwa sana na kipindi cha hello weekend, natamani kupata uh, ushauri zaidi kutoka kwa Samuel, naweza kupata namba zake? Uh, anaitwa Mwalimu William uh, cha Hola kutoka Moshi, Tanzania. Tutakutajia namba zake punde. Anasema anaitwa Sele Mwamba kutokea Mlali, Kongwa anasema kwa kweli digital platform zina ujuzi mwingi, ni kiri watu mm. Nasasa tumkaribishie watu kwenye YouTube platform yake. <laughs> Sele, kweli nataka mimi nilipie hiki kipindi. <laughs> Haya, Sele Mwamba Sele. Asante. A, namna ya kukaribisha watu zaidi itabidi mm. ataje mtandao wake jamii ili mm. azungumze na wewe hey. hey. hey. hey. umuoneshe hey. jinsi ya kupata watu zaidi. Usiani usiache kulipa watu. Lipa gharama mambo yatakuwa vizuri. Kabisa. Anasema nimependa sana jitihada zake anasema ni vijana wachache sana wenye uthubutu kama Samueli Mungu azidi kumpa maarifa na jitihada anaitwa Khalid Kachuru kutoka Korogwe Tanga. Anaitwa anasema da Samuel amenihimiza zaidi katika kujitafuta ili uh, ufanikiwe. Binafsi namwombea Mungu azidi kufanikiwa zaidi. Anaitwa Thomas Kobelo, au baba Samuel wa Mbezi kwa Msuguli, mtaa wa Bwaloni. Asante sana kwa ujumbe wako. Uh, kuna huyu aliyesema anaomba namba, namba ya Samuel ni 0696 2997575 sifuri sita tisini na sita ishirini na tisa tisini na saba hamsini na saba tano. Kwenye mitandao ya kijamii umeita mkarakana ulieza taratibu. Basi ya mwisho ni sifuri sita tisini na sita ishirini na tisa tisini na saba hamsini na saba tano. <laughs> <laughs> Haya, kwenye mitandao ki mm. mm. ya hey. gusa gusa sound. Sound. kijamii mm. najua mm. e, sound sound, sound solution. Solution. Hapa, hadi hapo baadaye anaitwa mwalimu sawasawa wa Kilosa Morogoro. Sasa mimi nadhani kusoma mitandao ni mara nyingi hakupimi ipasavyo uwezo wa msomaji, kwa sababu anaweza kufanyiwa mitihani na mazoezi ya mtu mwingine, ila ikaonekana kama amefanya yeye. Mwalimu, mwalimu nani? Samson. Mwalimu Samson. Ya, ni, anachosema ni sahihi kwa sababu kwa mfano kwenye LinkedIn Learning mm. au kwenye hizo Udemy au Coursera, wanapokupa mtihani miwaa mm. nyingi sio mtihani ambao unakuwa live session mtu anasimamia, kwa hiyo ni rahisi kama anavyosema mtu kuchukua majibu ku nini ya. Utapata nini, lakini si, unajua mpaka unamaliza session, unamaliza... Ujuzi. Mm. Ujuzi, yes. nasio, lazima mm. na hakuna haja ya kudanganya, unajua mpaka unamaliza kusoma ndipo ambapo ina unlock ile uwezo wa kupata cheti mm. kwayo inamaana ni lazima tu mtu unakuwa umeshasoma na unataka mm -hmm. kumdanganya nani? Yeah. Mm -hmm. Unajua, kwa sababu mtandaoni tumekubaliana tuenda kutafuta ujuzi, sio hizi nadharia theory ambazo tunajifunza huku shuleni kinje kitile ngwale na vinginevyo, mm -hmm. na ah, ila bongo kwenye kutafuta <laughs> cheti. <laughs> <laughs> na akisikia kinatoa kibati, we, baada ya hapo mimi nataka cheti tu. Yaani kuna mtu yeye anataka cheti Unajua kuendesha gari ah, mi nataka tu leseni <laughs> <laughs> kaona tu leseni, anatoa binadamu. Mtu ajui kuendesha gari, leseni imeletwa sebuleni. Yani mtu alianza kuendesha gari leseni ikiwa <laughs> ndani haya. <laughs> <laughs> Huyo anasema hello, weekend, habari zapo. Uh, tunaomba Mr. Samson atusaidie, mm. kututajia vizuri hizo website za kujifunza. Uh, mtaani tupo vijana wengi sana, tunatamani kujifunza, ila hatujui ni sehemu gani sahihi kwetu. Twende naye atatusaidia taratibu. sa kama mimi mm. Tudi. Ya kwanza inaitwa Udemy. Ya pili ni Coursera. E mm -hmm. Ya na ni ya pili ndio hiyo inaitwa LinkedIn Learning. <laughs> Link LinkedIn, LinkedIn, learning. LinkedIn ni kama LinkedIn lakini, mm -hmm. wana chuo chao cha LinkedIn. Kwa hiyo ukiandika LinkedIn malizia learning. Learning. Learning learning ya kusoma YouTube pia. <laughs> <laughs> Udemy Mm-hmm. Ni edex niedx ni yani ni adxx tu, hivyo hivyo mpaka hapo sasa, zimekuwa nyingi nea, kama, kama sita saba, au m mtu labda anaweza kasechi Labda, Aa, mtu anavyoweza ku search labda anaweza kaandika digital platforms za kujifunza ujuzi wa kidigitali digital platforms. Ah, ukiingia AI inaweza kazileta. Chat GPT anazileta zote. Aa, okay. mm. E, jamani tusijifunze mm. E, stoke, yani ifike hatua uh, ujinga usiwe ni adui wa kupambana naye katika taifa letu hili. Sawa sawa, tunakushukuru sana kwa wewe ambaye umetumia ujumbe wetu, tunashukuru sana kwa Samson kushiriki na sisi. Wakarungi haamini kama muda umekwisha, lakini kweli yeah, muda umekwisha. Yeah, Samson inabidi uhitimishe sasa hapo juu yeah, ya kutumia majukwaa haya ya ya kidigitali unavyopatikana. Sawa, so mimi kwenye Instagram ninatumia sponsored ads Tanzania. mm. e, kwa hiyo ndio sehemu anavyoweza kunipata, labda namba ya simu ambayo anaweza akanitumia, mm, ujumbe ni sifuri sita Sifuri sita, sabini na nne, sabini na nne, sitini na tisa, sitini na tisa, hamsini na tano, hamsini na tano, arobaini na tisa, arobaini na tisa. Hiyo anatuma ujumbe. Anaweza kutuma ujumbe, hata kanipigia ni sawa, hata kukupigia, e. Okay. Vizuri sana jamani, tupate maarifa e, ya kutosha namna ya kukabiliana na hali halisi ya dunia kwa sasa ilivyokuwa. E, maarifa ni sehemu ama ni silaha muhimu sana, silaha nyeti katika vita ya maisha sasa hivi kabisa kabisa. mm -hmm. Asante sana simulizi ya Samueli pamoja na Angela Monde ambao walitushirikisha hapa na wakatufanya tafakari, kutoka uhandisi wa maji hadi kuja kuwa mhandisi wa sauti, na alitumia mafunzo kupitia hizi digital platform. Mimi ni Mero Simba, ya mwenzangu ni David Wakarungi, nami naitwa David Wakarungi na tunasema mm. kwa pamoja jiku. mm. jikubali.